kutoka katika international break. Basi kwa upande mwingine, siku ya leo tunakwenda kutazama ratiba ya michezo ya mzunguko wa 24 ama wiki la 24 katika ligi kuu ya NBC. Kabla ambali ya kuendelea mbali, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia je, wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu gani fam? Mechi za mzunguko wa 24 zimeanza kuchezwa tarehe mbili mwezi wa 4 mwaka 2025 yani yaani siku ya Jumatano ambapo mechi ya kwanza ilikutanisha Pamba Jiji kutokea Mwanza dhidi ya Namungo, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Mchezo wa pili umeikutanisha Fortengate kutokea Manyara dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao umeweza kuchezwa pale Manyara na klabu ya Singida Black Stars waweza kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri lakini mechi nyingine katika mzunguko wa 24 ni mechi ambayo imechezwa katika uwanja wa KMC Complex, ambapo mwenyeji KMC alikuwa akicheza dhidi ya Tanzania Prisons kutokea mkoani Mbeya, mchezo ambao ulimalizika kwa KMC kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili, lakini mechi ya mwisho ndani ya tarehe mbili mwezi wa 4, 2025 ni Tabora United walikuwa katika uwanja wao wa Ali Hassan Mwinyi uliopo mkoani Tabora wakipepetuana dhidi ya bingwa mtetezi wa Kombe la Ligi Kuu ya NBC hapa tukienda kuongelea Young Africans, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Sasa turejee katika mechi ambazo zinaendelea kuchezwa hii leo, ambapo tunakwenda kutazama michezo mingine katika mechi za mzunguko wa ishirini na nne fahamu siku ya leo ikiwa ni Aprili tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi fahamu mechi ya kwanza ambayo inatarajiwa kuchezwa hii leo, basi ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo uliopo Dar es Salaam majira ya saa kumi jioni, ambapo JKT Tanzania watakuwa wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Lakini siku haijaisha, majira ya saa kumi kamili jioni katika uwanja wa sokoini Mbeya, klabu ya Ken Gold wakina Morrison wazee wakuchetua watakuwa wakicheza dhidi ya wanalamba lamba Azam Football Club, mchezo ambao utakwenda kuanza majira ya saa kumi jioni. Lakini mechi ya leo itahitimishwa majira ya saa moja usiku katika uwanja wa Kaitaba uliopo Kagera, klabu ya soka ya Kagera Sugar majira ya saa moja usiku watakuwa wakicheza dhidi ya Coastal Union kutokea mkoa wa Tanga na mechi ya mwisho ya mzunguko wa 24 inatarajiwa kuchezwa tarehe mbili mwaka 2025 mwezi wa tano, ambapo mechi hii itakwenda kuchezwa saa kumi jioni katika uwanja wa KMS Complex ambapo Simba watakuwa wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa. Sababu za Simba kutokuwa kushiriki mechi sasa kwa sasa ni kwamba wapo katika michuano mikubwa ya Kombe la Shirikisho katika hatua ya ya robo fainali, ndio maana katika mechi ya mzunguko wa 24 imeweza kupelekwa mpaka mwezi wa tano dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mashujaa.